pingwa kwenye hii mila desturi. Mimi kama kaka yako, najua baya na zuri. Ndio maana mzee aliniambia, mimi ni kama baba yako, hivyo utaolewa na niliyemchagua. Mchagua mimi kaka, mimi sipo tayari, nina mpenzi wangu na nampenda. Safi jibu zuri, nimeipenda binti. Kwani ulichaguliwa kuwa na wifi? We mtoto, koma wewe! Hemkaa chini hapa shwaini! Wewe mume wangu Zungumza naye taratibu, mtaelewana tu. Mke wangu, huyu tukimchekea atatupanda vichwani. Huyu wifi, kubali yaishe, ni kubali yaishe. Kwenye ndoa naenda mimi na sio kaka au kaka, utaenda wewe? Safi sana, wefa wewe. Sasa tuone utalala wapi, umeona ulichozungumza. Aya, unasema niongenee taratibu, huyu azidi kunitusi, si ndio? Huyu anapinga tamaduni zetu na sheria, inajulikana mimi kama kaka ndo kila kitu, ila udigitali unawaharibu watoto wa siku hizi. Yule namfundisha mshenzi. Huyu atake ataolewa, astaki ataolewa. Tusikitike kidogo, ngoja tuanze na hizi tamaduni mbaya zinazoharibu hisia zetu eh? Ah, maskini binti ya wa watu fakwini anawaza mengi, atoe jinsia yake kwa mwanaume ambaye ampendi, eh? inakujaje yani? Ndio nakuta mtu afurahii kabisa tendo, sikalazimisha kuolewa, nakuta jamaa anaitwali, lakini ukiwa katika harakati pale, nasibu nasibu yote, kwa sababu tumelazimishana hisia. Umelazimishwa kumpenda mtu ambaye haumpendi, na hakuna kitu kibaya kama kulazimishwa hisia. Ni tatizo kubwa sana hilo. Unamlazimishaje mtu kumpenda mtu ambaye unampenda wewe? Hayo ni matatizo makubwa sana. Kwa hiyo tunaanza na tamaduni, alafu nitawaelekeza kitu kikubwa kuhusu tamaduni. Hakuna mtu anayepinga tamaduni, lakini tamaduni zenye usawa wa haki ya hisia shenzi Najua magumu ambayo unapitia kwa sasa kipenzi, lakini u mwenye unaelewa kabisa kwamba mimi sijajipanga kuoa kwa sasa, na unajua jinsi gani nakupenda, lakini hakuna budi nabidi tuolewe, alafu na tutaendeleza ile furaha ambayo tumeianzisha.

Nisikilize, mimi siwezi kubishana na kaka yako. Unataka nifanyeje? Niambie ili nifanye. Au unataka kaka yako anidhuru na nije nichukiwe na familia yako? Skitige kidogo, mtu anagombana na familia yake kwa ajili yako, wewe unashindwa kugombana na familia yake im nahisisha faawee. Sikia dada, hapa hakuna mapenzi, ilichobaki ni hizo ndevu alizokuwa nazo, na ukiondoa ndevu ni kichwa alichokuwa nacho, na ukiondoa kichwa, akili ambazo huyo ana kabisa. Kama kuna nafasi ya kumpenda mtu mwingine, mpende. Hapa hamna mwanaume. Huyu kaisisha maumivu unaopitia wewe, nakwambia. Lakini kama unaona nakurosha, wewe endelea mimi kuhisi kama nakurosha. Subiri kanda ifike mwisho utanielewa. Wewe hebu potea wewe! Fanya nini, napotea? Ndio, wewe zani hapa mimi tabaki milele ni devu ile? Sikia dada, nisikilize, mimi chozi lako lina thamani kubwa sana sana. Nafasi uliyoipata wewe zoba, ningeipata mimi ningefua hadi chupi zake. Bwee, yaani mdada, watu hataki kubadilisha nyama alowanza nayo nataka endelee na nyama ile ile. Wewe unataka kumbadilishia nyama ngegele? Haya, <coughs> kweli unamaana mimi kutuka antuka akia narudia tena. <coughs> haya lakini <tartic> oh, na uhakika wa na wazo lako linaweza likafanya kazi yeah, mm. kule yaani tatizo so, lako mume wangu hautaki kuniamini kabisa na mawazo so, yangu ila mimi mm. naamini tukifanya hivyo kila kitu kitakuwa sawa. Alafu ah, sasa mm. cha muhimu kumjua huyo mtu wanaemguzia hivyo tuna ca mke wangu, ungesoma wewe kama raisi kama Samia, yaani una akili. Unajua sisi ni wazazi, tuna jicho la mbali na naiangalia kesho ya mdogo wangu naiona mkubwa, si unanielewa eh? Unajua sisi hapa hatakiwi kutuletea wanuka shamba mm. Yani mtu kabeba jembe lake kajaaaka, tuatakiwe tupate yani mtu ambaye ana gari lake eh? mdogo wangu akishuka pale pembeni kuna shemeji mm -hmm. Hey. Sasa si unatuletea mtu mwenye ziki ziki ziki, alafu familia yenye ziki, mwisho siku wote tukaa na ziki a ingia kilimi, haijakaa kabisa. Mke wangu basi, limeisha hilo.

Jua sio atamwambia, anachanganyikiwa, kutaka. Naomba nende nyumbani. Sikushauri. Ngoja kwanza aanze kufika, tukianza kufika kabla yake itakuwa shida.

na ndoa za siku hizi ndo zipo hivi hivi, yaani watu wanabadilishana nembo za chini, huyu anaweka huyu, huyu anaweka huyu, yaani mabadiliko tu. Unakuta baba mfupi, mama mfupi, lakini mtoto hilo tolu achelewe. Ah, kusingizia, oh, kafata kwa shangazi, mara akafata kwa babu, kumbe hamna chochote, anayeweka na mwenye mtoto chumba cha pili. Shenzi sana sana, shenzi, pumbavu. Nasema mimi na nyinyi, nitaendelea kuwa na nyinyi pumbavu nyinyi. Uaminifu ndo kitu pekee kinachotakiwa kidumu kwenye mahusiano na ndoa zote, lakini uaminifu siku hizi hakuna. Pumbavu, shenzi.